SBSTA yasisitiza mafanikio ya kikao cha bahari yatumike kama msingi wa hatua zijazo. Karibu sana. Hii ni Matukio Online TV na sasa tupo kwenye mkutano wa kimataifa ambao unaangazia athari za mabadiliko ya tabia ya nchi na namna ambavyo kidunia wataweza kupambana nayo. Karibu. Chombo cha msaidizi cha ushauri wa kitaalamu na kiteknolojia SBSTA Yaani Subdinal Body for Scientific and Technological Advice kimesisitiza kuwa mafanikio ya kikao cha bahari yatumike kama msingi wa hatua zijazo katika hali ya kukabiliana na mapambano dhidi ya mabadiliko ya tabia ya nchi. Katika kikao cha COP30, ujumbe maalum uliwasilishwa na baadhi ya wajumbe kama Ulrik Lenaerts kwa niaba yake na Balozi Carlos Cozendey. Wakiratibu majadiliano ya mwaka 2025 kuhusu bahari na mabadiliko ya tabia ya nchi, Ocean and Climate Change Dialogue. Majadiliano hayo yalifanyika kwa njia ya aina kadhaa kama ana kwa ana na mtandaoni tarehe 17 mpaka 18 Juni 2025 mjini Bonn, Ujerumani yakilenga mada kuu tatu: uhusiano wa hatua za mabadiliko tabi ya tabia nchi baharini kwenye michango ya kitaifa NDC, bahari katika malengo ya kimataifa ya uhimilivu ya Global Goal on Adaptation, na uhusiano wa bahari, tabia ya nchi na bayoanuwai. Wajumbe walisisitiza umuhimu wa kuchukua hatua zinazolenga bahari katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi, ili kufanikisha malengo ya Mkataba wa Paris, hasa lengo la kupunguza joto duniani hadi kufikia nyuzi joto 1.5. Iliripotiwa kuwa kumekuwa na ongezeko kubwa la hatua za bahari katika NDC mpya, huku mpango wa Blue NDC Challenge ukizinduliwa na Ufaransa kwa kushirikiana na COP30. Pia walipendekeza viashiria mahususi vitakavyotumika kupima mafanikio ya hatua za uhimilivu kwenye bahari, vikiambatana na mifumo ya kimataifa kama mkataba wa Bayoanuwai. Mkataba wa Bayoanuwai, yani Convention on Biological Diversity, CBD, ni mkataba wa kimataifa uliopitishwa mwaka 1992 kwenye Mkutano wa Dunia wa Mazingira, Rio Earth Summit, unaolenga kulinda bayoanuwai, yani, aina zote za viumbe hai mimea, wanyama, vimelea na kadhalika, kutumia rasilimali za kiasili kwa njia endelevu, kuhakikisha matumizi hayaharibu mazingira, kugawana kwa haki faida zinazotokana na matumizi ya rasilimali za kiasili, hasa maarifa ya jadi ya jamii kuhusu mimea tiba, kilimo na kadhalika. Mkataba huu bwana, unahamasisha mataifa kuweka sera, mikakati na sheria ya kulinda mazingira na bayoanuwai ndani ya miaka yao. Hata hivyo, hotuba ya COP30 kuhusu Ocean and Climate Change Dialogue iliyotolewa na Ulrik Lenaerts kwa niaba yake na Carlos Cozendey kwenye ufunguzi wa kikao cha SBSTA Novemba 10, 2025 Belém, Brazil, ilisisitiza umuhimu mkubwa wa bahari kama sehemu ya mkakati wa kupambana na mabadiliko ya tabia nchi, ikibainisha kwamba hatua zinazolenga bahari zina uwezo mkubwa kusaidia kufikia malengo ya Paris Agreement ya kupunguza joto duniani hadi nyuzi joto 1.5. Ilitoa wito kwa nchi wanachama kuingiza hatua za baharini, yani ocean-based climate actions, kama sehemu ya mipango yao ya kitaifa ya kuchukua hatua na kuongeza ushirikiano wa kimataifa, teknolojia na ufadhili wa huduma za bahari. Mwisho, ilifahamisha kwamba ripoti ya kikao cha mazungumzo ya bahari na mabadiliko ya tabianchi 2025, Ocean and Climate Change Dialogue 2025, imewasilishwa ikitoa mchanganuo wa mada tatu: hatua za bahari katika NDC, bahari chini ya lengo la uwezo wa kukabiliana na mabadiliko, yani global goal on adaptation, GGA, na ushirikiano wa bahari hali ya hewa ee pode ficar certo. Estamos juntos para fazer a melhor COP que já aconteceu no mundo.